Tumeweza kuingia kiundani zaidi, tumeona habari za Eliya, tumeona namna Mungu alivyoenenda na Eliya, tumeona namna Mungu alivyotembea na Eliya. Na ndivyo na wewe atatembea na wewe katika jina la Yesu. Ninasema na Mungu atatembea na wewe katika jina la Yesu, kwa kwa, kwa, kwa, kwa kanuni moja tu, kwa kanuni moja tu, usiache magano yake, usiache magano ya Bwana usiache agano la Bwana. Ninasema katikati ya magumu, katikati ya shida utakao kutana nayo, kama usije ukamwacha Bwana, moyo wako usije ukakengeuka, ukatazama fedha, ukatazama mali, ukatazama vitu ambavyo ulivyo navyo, ukamwacha Mungu, ukaacha kumtazama Mungu, utakuwa katika hatari kubwa, utakuwa katika hatari kubwa. Una nafasi ya kucogea mbele za Bwana na kumwambia Mungu nisaidie ya kumwambia Baba, ninaomba uniwezeshe, na kumwalika Roho Mtakatifu. Mwambie Mungu, Roho Mtakatifu nisaidie, nisije nikavunja agano la Bwana, nisije nikavunja agano la Bwana. Kuna watu leo hii maisha ni magumu, kuna watu leo umejitengenezea matabiko kama Ahabu alivyotengeneza matabiko juu ya taifa la Israeli kwa sababu ya kuyaacha magano ya Bwana, lakini wao wakufikiria kwamba wao ndio wamesababisha wame matabiko, bali waliona Eliya ambaye alitamka mvua isinyeshe ndo aliyesababisha tabiko. Leo hii kuna watu, leo hii mnazani mna ya kwamba watumishi wa Mungu wanaowahubilia mnazani ya kwamba wao ndo wanasababisha matabiko katika maisha yao, katika maisha yenu, lakini sio kweli. Wengine matabiko mmesababisha ninyi wenyewe, matabiko ya watoto wenu mmesababisha wao niwe wenyewe, familia inahangaika, amani hakuna kwenye ndoa yenu, mmesababisha wenyewe, kwa sababu hamkuenda kama mlivyoanza namna nilivyoanza na Mungu sivyo mnavyoenenda na Mungu leo. Namna nilivyotembea na Mungu sivyo mnavyotembea na Mungu leo. Mmemzoea Mungu kwa kiwango kikubwa, imefika mahali Mungu hawatazami tena, imefika mahali agano la Bwana limevunjika kwenu, na wakati huo hamjui hata ya kwamba agano la Bwana limevunjika. Mkiambiwa mnaona kama vile mnaonewa. Hivyo ndivyo Wakristo wa leo, wakiambiwa ukweli wanakasirika, wanaanza kujifariji kwa maneno mazuri, wanatafuta maandiko ya kuwafariji bila kujua ni Eliya anazungumza ya kwamba mrudie Bwana katika magano yake, bila kuwezewa kwamba Ahabu hakuelewa ya kwamba Eliya amenena hivyo, ni Mungu anazungumza ndani ya Elia, lakini anamwona Eliya kana kwamba ni wa ovyo. Ahabu anamsikiliza mkewe. Mkewe alikuwa na nguvu kupita kawaida. Yezebeli alikuwa na nguvu kupita kawaida, inafika mahali mpaka Eliya anamkimbia Yezebeli. rikashandaramasikili aka mimi sijui nini Roho Mtakatifu amekufundisha lakini, naamini kuna kitu umejifunza. Tazama leo, chunguza maisha yako leo. Je, unatembea katika agano la Bwana? Tuna dakika kumi tumebakiwa nazo hapa. Mwambie Mungu asante kwa neno lako. Mshukuru Bwana kwa neno lake. Mwambie Mungu ninakushukuru. Mwambie Baba ninakutukuza kwa neno lako jema. Kwa kwa umesema na mimi. Kwa kwa umenena na mimi. Mshukuru Bwana kwa kinywa kinywa chako chako. Mshukuru Baba kwa kinywa chako. Mwambie Baba asante kwa neno hili ambalo umenipa. Mwambie Mungu asante kwa neno hili ambalo umenipa. rekashandarama sikii Mwambie Mungu nimechua leo, kuna magano nimeacha kuna patano ambalo tulipatana Baba, silifati tena, na leo nimetambua, nimegundua kumbe taabu ambazo nilizo nazo, mahangaiko niliyonayo, kumbe sababu nimeacha agano lako, sababu nimeacha agano lako, sababu nimeacha agano lako rekashandarama lika sikii oliapandama leta shandarama lezandamaleka sekekente mo omba kwa kadiri Roho Mtakatifu anavyokuongoza kulingana na kile ambacho amekufundisha. Mimi sijui umepita mazingira yapi, sielewi mambo yako yakoje, sielewi maisha yako yakoje. reka shandarama Baba tunakushukuru kwa neno lako, umetufundisha watoto wako Mungu lehai umetufundisha watoto wako Jova Shama. Umetufundisha Bwana, umetufundisha Jehova, u ume